Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema Urusi itatwaa maeneo zaidi nchini Ukraine kwa kutumia nguvu iwapo Kyiv na wanasiasa wa Ulaya aliowaita nguruwe hawatakubali mapendekezo ya Marekani kuhusu makubaliano ya amani. Akizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa masuala ya ulinzi ya Urusi, Putin alisema ya nchi yake inapiga hatua katika pande zote za vita na akasisitiza kuwa Urusi itatimiza malengo yake ama kwa njia ya diplomasia au kwa nguvu, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Iwapo upande wa pili na waungaji mkono wao wa kigeni watakataa kushiriki mazungumzo ya maana, Urusi itafanikisha ukombozi wa ardhi zake za kihistoria kwa njia ya kijeshi, alisema Putini. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump Unaendesha mazungumzo tofauti na Mosko na Kievu pamoja na viongozi wa Ulaya kuhusu mapendekezo ya kumaliza vita nchini Ukraine. Hata hivyo, hadi sasa hakujapatikana makubaliano. Kievu na washirika wake wa Ulaya wana wasiwasi kuhusu madai ya Urusi yanayosisitiza kuyatwaa maeneo ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anataka dhamana kubwa zaidi za usalama kufuatia uvamizi wa Urusi ambayo tangu mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili ilipeleka maelfu ya wanajeshi nchini Ukraine. Kwa upande wake Urusi inadai kudhibiti takribani asilimia 19 ya eneo la Ukraini. Maeneo hayo yanajumuisha ya rasi ya Crimea iliyoiteka mnamo mwaka 2014, sehemu kubwa ya eneo la mashariki la Donbasi, maeneo makubwa ya Kherson na Zaporizhzhia, pamoja na sehemu za mikoa mingine minne ya Ukraini. Urusi inasisitiza kuwa Crimea, Donbas, Kherson na Zaporizhzhia sasa ni sehemu ya Urusi.